Naitwa Nabot Saidi Longo, ni mwalimu kiongozi hapa shule ya msingi Deo Sanga. Shule yetu ina nyumba nne, mahitaji ni nyumba saba. Baada ya ujenzi wa nyumba hii, maana yake mahitaji itakuwa sasa ni nyumba moja, maana yake ni twin one. Changamoto ilikuwa ni kubwa, kwa maana ya asilimia kubwa ya walimu almost watatu okay. Walikuwa wanatokea mjini Makambako ambapo ni umbali wa kilomita karibia ishirini na nne hadi kufika hapa. Kwa hiyo unakuta wanakuja wamechelewa kazini. Hii msimu wa, wa kazi ni masika kama huu mwalimu anakuja ameoa, inakuwa utendaji kazi unakuwa hauna ufanisi sana kwao. Matarajio yetu kwa sasa mwalimu atakuwa jirani, atafanya kazi kwa wakati na taaluma itaongezeka. Sisi tunashukuru TASAFU kwa mradi huu mkubwa wenye thamani kubwa, kwanza tu shukurani, lakini pia ahadi yetu kwenu sasa kwamba tutaulinda huu mradi ili uweze kudumu kwa muda mrefu, lakini ombi ombi letu ni juu ya bado nyumba za walimu kama nilivyotaja, mahitaji bado yanaongezeka. Lakini pia hata shule yetu, kwa maana miundo miundombinu hasa madarasa, bado haijakamilika. Hii ni bado shule mpya, kwa hiyo tuna uhitaji wa madarasa, kwa pale mtapokupata nafasi, tunaomba mje tusaidie pia. lihawa rasmi ni mwenyekiti wa kamati ya shule hii. Kilichotusukuma nah, hmm, ni tuliua, kwanza tuliua na furaha kubwa sana kuona tunaletewa mradi huu, na tukaona na sisi eh, tujaribu kushiriki kwa namna moja hata nyingine, ndicho kilichotusukuma tushiriki na sisi. Tulifurahi kuletewa mradi na kikubwa zaidi kwamba kuna adha kubwa sana kwenye eneo hili ama kwenye shule hii ya nyumba za walimu, baada ya kuona tumeletewa mradi unaosema nyumba za walimu satukwanafurahatukana una hanasi kutiwa a nguvu yetu kwenye shughuli hii. Tunashukuru serikali ilivyoleta hii nyumba. Tulikuwa na uhaba wa nyumba za walimu hapa shuleni. Walimu walikuwa wanatoka Makambako kuja kufundisha, wanachelewa vipindi. Kwa kupatia huu mradi, tunashukuru kwamba walimu watatoka karibu na watatufundisha watoto wetu kwa wakati. Utekelezaji wa miradi ya kupunguza umaskini katika kuhakikisha huduma bora zinatolewa kwa wananchi wa kijiji cha Manga kijiji kilipokea jumla ya shilingi milioni tisini na mbili laki nne na kumi elfu mia saba kumi na nne na senti ishirini na tisa kutoka serikali kuu kupitia Tasafu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba pacha ya mwalimu shule ya msingi Deo Sanga. Hii ni baada ya wananchi kuibua na kuthibitisha muradi Utekelezaji wa mradi huu unafanywa kwa utaratibu wa serikali kuu inachangia asilimia tisini ya mradi na wananchi wanachangia asilimia kumi hasa kwa vitu vinavyopatikana kiurahisi katika maeneo yetu. Mpaka sasa mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 92 na laki tatu na sitini elfu mia saba kumi na nne na senti ishirini na tisa, ikiwa tasafu imetumia jumla ya shilingi milioni 83 laki tisa na kumi mia saba kumi na nne na senti 29 na, na wananchi wamechangia shilingi milioni saba laki nne na hamsini elfu, na mradi upo hatua za umaliziaji. Tumepitia, tumeuona. Tunawashukuru sana sana wana kijiji cha Manga kwa namna mlivyoweza kuubuni kusimamia utekelezaji wake kwa sababu mmetoa zaidi ya milioni saba si ndio jamani? Yeah, yeah, kwa kazi hii sasa. Hii maana yake ni kwamba hizo nyumba mbili ni zenu wenyewe, sawa jamani? Kwa hiyo serikali serikali imetoa kiasi hicho cha fedha, eh, kutoa tisini na mbili na hizo milioni saba mlizotoa imetoa ili kuunga mkono juhudi za zenu ambazo mliamua kufanya. Hongereni sana sana, jengo ni zuri, ujenzi wake ni mzuri na hata umaliziaji wake, japokuwa bado kuna kazi ambazo zinatakiwa zifanyike, umefanyika kwa umahiri mkubwa sana. Hongereni sana sana. Hapo naomba kwa kweli nishukuru sana mwenyekiti wa CMC, ndio huyo aliyekuja hapo, mwenyekiti wa CMC. Hongera sana. Hongera sana kwa kusimamia hii kazi. Kwa uzoefu wetu ni kwamba mahali popote ambapo kamati ya CMC inajitoa kwa lile lengo ambalo wameamua wenyewe kulifanya utekelezaji wake unakuwa hauna migogoro kwa kweli ongera sana kazi mmefanya ni nzuri sana na nina imani kabisa. Naambiwa mwezi ujao mtakuwa mmemaliza hiyo kazi. Naomba kazi ya uingizaji wa maji, uingizaji wa umeme ufanyike kwa haraka, kwanza tunakaribia mwisho wa mwaka na tungetegemea kama kweli mnavyoahidi mtafanya, itakuwa jambo jema sana kamaana, kwa maana kwamba mwezi wa tano mwishoni au wa sita mwanzoni nyumba itaanza kutumika. Hilo ndio lengo. Lazima nyumba itumike, walimu waishi hapo karibu na, na wanafunzi.